Naam mtazamaji wa Trend TV bwana, kama unavyoelewa kwamba Nani imekuwa ni moja kati ya track ambazo zimefanya vizuri sana katika mitandao ya kijamii. Uh, Diamond bwana ameupiga mwingi hapa katika hii ngoma ambayo inakwenda kwa jina la Nani. Bwana Nani imekuwa one of the best. Uh, ni yani, no doubt, kila mtu anaelewa kwa sasa hivi ngoma ambayo inafanya vizuri zaidi hapa Tanzania, lakini cha ajabu ni kwamba Diamond aliamua kutoa hizi ngoma kwa ajili ya mashabiki zake wa Afrika Mashariki, yani Tanzania, Kenya, Uganda na, na, na mashabiki wengine ambao wanaelewa lugha ya Kiswahili au ambao wanampenda Diamond katika upande wa Bongo Flava zaidi. Ana tunaelewa kabisa ngoma ambazo Diamond uwaga amezitengeneza au amefokas zaidi kwa ajili ya kuzipeleka kimataifa, uwaga ni ngoma za kuchezeka zile, ama piano na nyinginezo, lakini katika upande wa nyimbo kama hizi za hii na, ya Nani na nyinginezo ni kwamba Diamond huwa anaamua kutoa hizi ngoma kama alivyotangaza juzi, alisema wazi kabisa kwamba ngoma hizi anazitoa kwa ajili tu ya kuwashukuru mashabiki zake, ikiwa ni birthday month, yani huu mwezi wa kumi ni mwezi ambao yeye amezaliwa. Kwa hiyo basi ameamua kutoa ngoma ambazo zitakuwa zina eh, konga mioyo ya mashabiki zake ambao wamemsupport kwa muda mrefu. Kwa hiyo ameamua kuwapa ngoma back to back, Bongo Flavor tupo so lakini kilichoshangaza ni kwamba ngoma hizi zinafanya vizuri kimataifa japokuwa yeye mwenyewe alikuwa amefocus zaidi huko nyumbani lakini zinafanya vizuri worldwide <muchos> bwana ngoma hii ya nani ambayo imetoka inafanya vizuri audio make huko Kenya Omani Qatar Tanzania Burundi Sudan, Saudi Arabia South Sudan Denmark France Rwanda, Ethiopia, Japani, Rumania, Cameroon, Switzerland, Mozambiki, Israeli, DRC Congo, Netherlands, Lebanoni, Poland, United Arab Emirates, Malawi, Turkey, Belgium, Uganda, Norway, Zambia, Djibouti, Germany, Kuwait, Madagascar, Australia, Ireland, Bulgaria, Malta, South Africa, Belarus, Russia Austria eh, Namibia Canada Malaysia Ukraine United Kingdom Spain Guinea Bissau eh, pamoja na Liberia. <laughs> Yaani hizo nchi zote ambazo nimekutajia ni kwamba ngoma hiyo ya nani inakimbiza, siyo kawaida. Yaani imekamata trending kwenye upande wa audio mark lakini ukiachana na nchi hizo pia vilevile vile ngoma hiyo hiyo ya nani bwana imeonyesha eh, kwamba hata hapa Tanzania tu, kwanza tukizungumzia hapa Bongo, <muchilie> kwamba hii ngoma ya nani bwana imekuwa ni ngoma bora kabisa, ni ngoma pendwa haswa <muchilie> eh, kutokana na kwamba Watanzania wamekuwa wakifanya challenge ambayo alianzisha yeye Diamond na bibie Zuchu. Ni sasa hivi bwana, ukiingia mtandaoni unakutana na video nyingi sana zikiwa zinaonyesha wanaume wakiwa wako kwenye magari wanawarekodi wapenzi wao jinsi wanavyowapokea nyumbani. Lakini sio tu kwamba eti ni wanaume wenye magari, wanaume wenye pikipiki, baiskeli, wanaorudi kwa miguu na vitu vingine tofauti tofauti, wanaonyesha, wanatamba na wapenzi wao jinsi ambavyo wanavyowapokea pale wanaporudi majumbani kwao na hii ilianza kwake yeye Diamond Platnumz, tulimwona akifanya hivyo awali ambapo tuliona Diamond bwana alivyokuwa anapokelewa na bibie Zuchu. hey, do, have... ni kwamba Zuchu bwana wakati anamwona Diamond Platnumz anaingia nyumbani na gari, basi Zuchu ye akaanza kumkatia miuno pale mbele, alafu baadaye akaja akambusu mara tu baada ya ya kumfungulia geti. Kwa hiyo kwa kifupi bwana, ni kwamba sasa hivi hiyo ndio imekuwa challenge huko mtandaoni, inafanya vizuri kwelikweli kweli, lakini pia vilevile wadau mbalimbali mbali wameizungumzia hiyo issue, na kikubwa zaidi ni kwamba e, moja kati ya video ambazo zimetrend sana, kuna nyingine nyingi ambazo Diamond mwenyewe pia ameenda mpaka kucomment kuwapongeza watu walivyoonyesha wali ubunifu e, kwa mfano kuna video ya jamaa alikuwa anarudi nyumbani kwake na bodaboda na yeye pia mpenzi wake akawa anampokea kwa bashasha, mixa miuno na vitu vingine kama hivyo. Jambo ambalo hata Diamond pia lilim, lilimvutia na akaenda kucomment kuwapa shout out. Lakini ukiachana hizo zote video ambayo imeenda viral zaidi ni video ya Zaylisa ambaye huyu bwana alikuwaga ni mpenzi wa Haji Manara. Ni moja kati ya kapu ambayo ili trend kweli kweli. Ni moja kati ya kapo ambazo zilikuwa zinafuatiliwa haswa. Nazungumzia kapu ya Zaylisa na Haji Manara. Sasa Zaylisa naye pia bwana ameonekana katika hii challenge na yeye pia akiwa anamkatia miuno mwanaume wake, ambapo watu wengi sana wamebaki kujiuliza, je, huyu mwanaume ambaye Zaylisa alikuwa anampokea kwa miuno kama Zuchu alivyokuwa anampokea Diamond ni nani, hususani baada ya Zaylisa kuachana na Haji Manara. Hiyo ni kitu ambacho kimemeki headline kwelikweli. Video ya Zaylisa imepostiwa katika peji mbali mbalimbali. Kwa mfano hapa kuna peji wameandika kwamba bwana e, e, kupokeana tu leo e. Peji nyingine wameandika kwamba bwana Zaylisa amempokea bebi wake, je ni nani huyo? Na Zaylisa ameonekana akiwa anakata viuno kwa kumpokea mpenzi wake huyo kupitia wimbo wa Nani wa Diamond Platnumz. Walopole naye pia amepost hiyo akaandika kwamba bwana, jamani, muwe mnatuonyesha na hao mnaowachezea nao pia tuwaone. Narudia tena hii challenge please, vibonge, naomba mtupishe kidogo. lakini pia vile vile ukiachana na video hiyo kusambaa na watu kwenda kumpongeza Zailisa kuvutiwa nayo, kuna wengine pia, kama unavyoelewa wabongo wako nyuma kwenye suala zima la kuponda. Kwa hiyo kuna watu pia wamekuja kumponda hapa Zailisa. Kuna mdau hapa amekuja ameandika kwamba bwana dai, bwana, huyu demo amepoteza mvuto kabisa. Yani masoko yule yule mzungu, Mungu kampa kibali, huwezi shindana naye. Kuna mtu hapa amesema kwamba eti Zailisa amepoteza mvuto katika hiyo video kwa jinsi yeye alivyomuona. E, baada ya kutoka kwa Haji Manara. Sasa Zaylisa bwana, huyu wala kumkawiza ikabidi amjibu pale pale, akaandika kwamba huyo aliopewa kibali vipi huko ana mvuto eh? Ameuliza hivyo Zaylisa kwa huyu mtu ambaye amekuja ku comment hapa katika page yake <muchas> lakini pia vilevile vile jambo kubwa zaidi ni kwamba Uh, Diamond Platinum naye na pia ameenda kucomment katika page ya Zaylisa katika hiyo video ambayo amefanya hiyo challenge ya wimbo wake wa Nani. Hapo hapa, kwa mujibu wa comment ya Diamond Diamond, ya ameenda kuandika bwana, shemu wangu mie wa muda wote bado, na bado naendelea na dua, inshallah Mwenyezi Mungu atuweke uh, ataweka wepesi uh, ataweka wepesi wake Diamond ameandika hivyo kwamba bado yeye ni anamuona Zaylisa kama shemeji yake kwa Manara, kwa hiyo anazidi kuomba dua kwamba Mwenyezi Mungu aweke wepesi wake, yaani kwamba Diamond anatamani Zaylisa arudi kwa Manara the... Zaylisa, hii comment bwana ameijibu, ameandika atasa, alafu akamtag Diamond na kuweka emoji ya kucheka. ya so, hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako na wewe pia, katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo utakuwa tunaiona, lakini pia vile vile hakikisha tu unazidi kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.